Karibu sana katika chaneli yetu ya Fundi Richie. Katika siku ya leo, nakuja kukufundisha jinsi ya kuunga waya kwenye maiki, maiki zile ambazo zimeharibika njia zake. Kwa mfano kama hapa imeharibika positive na negative, positive ndo imeharibika, negative iko vizuri. Sasa nakuja kukufundisha jinsi ya kutengeneza na jinsi ya kuvusha waya ile ya negative kuipeleka sehemu nyingine ili iweze kufanya kazi vizuri. Njo twende ni kuoneshe hii waya, hii waya hii hapo, tumeitoa kwenye, kwenye, kwenye mota. Tumefungua mota tukatoa waya yetu nzuri. Tumia waya ndogo, ndio itakayokuwezesha kufanya vizuri kazi yako, ikaonekana vizuri. Hii waya tumeshaunganisha kwenye, kwenye maiki yetu, shaunganisha waya kwenye maiki yetu tunakuja kutafuta njia sasa, ambako tutaenda kuunganisha waya yetu hii iweze kufanya vizuri. Hii hapo waya. Na, hii njia njia negative hiyo, eh, sorry positive ndio iliyoharibika kwa hiyo tunakwenda kuunganisha hii waya tunavusha, tunavusha moto ili uende kule sehemu nyingine sehemu nyingine, nyingine ili maiki yetu ikaweze kufanya kazi, twende hiyo sehemu sehemu ndo hii hapa, hii hapo. Hii hapo ni diode, sio diode, ni resistor. Resistor hiyo ni resistor ya maiki ya ya positive hiyo ndo nani sehemu ya maiki ambayo unapaswa una kuunganisha ile waya ambayo nimeunganisha kwenye maiki ambayo ni ya positive na negative, ndo hii hapa, ambayo hiyo iko vizuri, nilivyo ipima nikakuta iko vizuri, inalia tu vizuri, lakini positive ndo iko ndo iko vizuri. Sasa tunakuja kutoa kule kwenye, kwenye nani yetu ile ambayo tumeunganisha kwenye maiki kawaya kale kadogo aka hapo, tunakuja kuunganisha kwenye njia ya positive hapo. Haya, tuende kuunganisha waya yetu ili tuangalie kama itafanya kazi vizuri, ila mimi natumaini hii jaribio nishawahi kulifanya kwa hiyo ninajua kwamba inafanya kazi, sio kwamba na testi ninajua kwamba inafanya kazi. Ndio maana nimekuja kukuonesha au kukufundisha zaidi, ili na wewe ambaye hujui uweze kujua, uweze kutengeneza simu yako vizuri tu kwa dakika chache ni kutengeneza hapo. Tunaweka waya yetu vizuri, hakikisha uwe na gani yako nzuri, ambayo ina mdomo mrefu, ambayo hiyo iko vizuri kabisa, ambayo utaweka tu isiweze kutoa diode isiweze kutoa resistor za simu e, weka vizuri. Unaona hapo nishaweka vizuri e, waya yetu ile nishaunganisha hapo, hasa tunaenda. Unaona waya iko vizuri, mic yetu ndio hiyo. Naona waya, naniye, waya ni hiyo. Unganisha hapo ni positive ambayo ni nyekundu positive ambayo ni nyekundu ndo nienda kuunganisha pale. Ehe, unaona njia zetu hizi hapo, unaona sehemu jinsi nilivyofunga. Ukifunga hivi kama simu yako imeharibika njia za maiki kama mimi hapa in, natumaini inafanya kazi vizuri sana sana, tena sana, twende kufunga simu yetu na kwenda kuanza matumizi ya simu yako. Mimi natumaini ishafanya kazi. Yaani hapa bila, kuku, bila kukuonesha kwamba naenda kutesti, mimi najua nafanya kazi tu vizuri kwa sababu nishatengeneza simu nyingi sana. Ehe, na wewe ikifanya kazi usisahau kulike na kucomment. Comment yako uliza swali pale ambapo haujaelewa vizuri, uliza takuelekeza vizuri. Usisahau kusubscribe. Ukisubscribe utakuwa wa kwanza kupokea video nyingine ambayo nitaweza kuposti katika akaunti yetu au chaneli yetu ya Fundi Richie. Usisahau, usisahau kulike. Asanteni sana kwa kuangalia video hii, asante na tutaonana katika video nyingine itakayokuja ya mafunzo mengine. Asanteni sana.